Hakuna mtu mbaya sana wa kumwogopa hapa duniani kama akifanya yeye makosa sio makosa, ila ukifanya wewe makosa anakutafutia mpaka na adhabu. Akifanya yeye makosa, wewe ukiliakt ukiliakt, kwa huzuni, kwa hisia, anakufanya wewe uonekane kama ndio una matatizo, kwamba umeliakti kwa namna ambayo haikutakiwa kuwa umeliakti hivo, una overreact au unachukulia mambo sijui vipi. Yaani amefanya yeye makosa, afu anataka wewe usireact. Alafu ukifanya wewe makosa mpaka anakutafutia adhabu. Watu wanapenda kuona wanawaendesha watu, wanawaweza watu, watu wapo chini yao, watu wanafanya vile ambavyo wao wanataka, wao ndio wako kwenye control. Na ukisema kwamba mimi nina mapenzi ya dhati na vumilia ndio wanachukua kama advantage. Ukitaka kujua tabia na lengo la mtu katika maisha yako, angalia anafanya nini pale unapokosea, na anafanya nini pale ambapo we, yeye akikosea na reaction yako, hiyo ndo utajua intention yake. Watu wanapenda kukontrol watu na ukiwa ndani ya konto yake basi atazidi kukukontro. Itafika kipindi utaanza kujiuliza hivi, au kweli mimi nina shida, au kweli na reakti vibaya. Yani, anaanza kukufanya wewe ujiulize tabia au ma ma action zako, ukishaanza kuona umeanza kujiquestion au nakosea, au kweli mimi na, au mimi ndo, au ndo mimi, ujui ujue ameshafanikiwa na, amesha na atakuweka pale muda mrefu sana. Akikuweka pale muda mrefu utakuwa kama papeti wake, utakuwa kama kanyao au kambwa kake. Atakufanya anavyotaka, atakuendesha anavyokutaka, atafanya makosa, na kwa sababu unajua kwamba akifanya makosa wewe ndo wa kuomba msamaha, itabaki kuwa hivyo. Be careful.